Gazeti lako la Amani linakuletea promotion kabambe ya chemsha bongo ambapo msomaji unaweza kujishindia shilingi laki tano kila wiki au tiketi ya ndege kwenda na kurudi Dubai na kukaa kwa siku tatu. Unachotakiwa kufanya ni kununua gazeti lako la Amani kila Alhamis na kushiriki chemsha bongo iliyomo gazetini kikubwa ambacho tunaongelea siku ya leo ni kutokana na ukweli kwamba umekuwa na ongezeko la magonjwa sugu yasiyoambukizi ambayo ni kama vile kisukari, magonjwa ya moyo, saratani, magonjwa sugu ya mgongo na magonjwa chungu nzima ambayo kwa ujumla tunasema kwamba yanatokana na mitindo ya maisha. Sasa kitu kikubwa ambacho tunajiuliza hivi sasa kutokana na teknolojia maisha yamekuwa mazuri, tuna magari. Tuna kompyuta, tuna simu, tuna kila kitu, lakini ukiangalia upande mwingine unaona kwamba hivi vitu vinatupelekea katika maisha ambayo yanaweza yakawa sio mazuri. Kwa mfano, unakuta kwamba watu wanakaa sana, watu wanaendesha magari, watu wako kwenye kompyuta muda mrefu. Kwa hiyo yale maisha ambayo tulikuwa tunayafanya zamani kama vile kutembea, kukimbia, kucheza, kukutana, kujumuika yanakuwa kama vile yamekwisha kabisa. Kwa hiyo kuna swali kubwa ambalo tunajiuliza: je, teknolojia ni baraka au ni laana? Kwa hiyo ukiangalia vizuri, teknolojia ni, ni baraka lakini, kama tusipoichukulia katika hali ambavyo inatakiwa inaweza ikawa ni laana. Na kutokana na haya mambo mengi ambayo yametokea hivi sasa, kuna tafiti nyingi ambazo zimefanyika duniani kote, hata hapa kwetu, ambazo zinaonyesha kwamba lishe, jinsi ambavyo imebadilika hivi sasa, pamoja na swala zima la kutokufanya mazoezi, linachangia sana katika haya matatizo niliyosema hapo mwanzo: kisukari, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mengi tu ambayo tutayaongelea hapo baadaye. Na ushahidi upo, tunajua kabisa wote hivi sasa tuna ndugu zetu ambao wana haya matatizo, na swali la msingi ni kwamba inakuwaje, miaka kumi iliyopita kulikuwa hamna tatizo kama hili? Lakini ukiangalia kweli, miaka kumi iliyopita magari, utumiaji wa magari haukuwa mwingi kama ulivyo hivi sasa. Watu walikuwa wanaendesha baiskeli, walikuwa wanatembea kwenda kazini, watoto wa shule walikuwa wanakimbia mchaka mchaka, kitu ambacho hivi sasa hakiko kabisa. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinachangia katika kuleta haya matatizo. Kitu kingine ambacho kimeonekana hivi sasa ni tatizo linaongezeka kwa kasi kubwa sana, kwa sababu unaweza ukawa na tatizo ambalo linaongezeka taratibu, lakini sasa hivi ni kasi kubwa sana ambayo nadhani nyinyi wote ni mashahidi. Unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo haya magonjwa sasa hivi yamezidi, yaani ni kasi kubwa kila mahali ukienda, una utasikia mtu ana shinikizo la kupanda la damu, mtu mwingine ana kisukari, mtu mwingine anaumwa mgongo. Na kitu ambacho lazima tukiongee pia ni kwamba suala so lazima la lishe na kuto kufanya mazoezi linasababisha watu kuongezeka uzito kwa haraka sana, ambayo sio kitu kizuri kiafya, kutokana na tafiti nyingi ambazo zimefanyika. Kwa maana hiyo tunatakiwa tufikirie kwamba uzito ambao mtu unaongezeka katika mwili wako, je, ni kitu kizuri? Kwa sababu ukiangalia hapo zamani ilikuwa uzito au unene ulikuwa unahusishwa na, na, na kuwa na maisha safi, ni kitu ambacho kilikuwa kinatokea hapo zamani na kulikuwa na ile pia kufikiria kwamba magonjwa kama vile kupanda kwa shinikizo la damu, kisukari ni magonjwa ya watu wenye ma, maisha safi, lakini naweza nikakwambia kwamba kuna tafiti hata zilizofanyika hapa nchini zinaonyesha kwamba hivi sasa haya matatizo yanamtokea kila mmoja wetu, si tatizo la, la klasi fulani tu ya watu. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie, je, ninapoongezeka uzito niko katika viwango ambavyo vinakubalika kiafya? Sasa Impact Afya ni kitu gani? Impact Afya ni kampuni ambayo imeona tatizo hili likitokea kwa watu, hususan katika sehemu za kazi. Hiki kitu kilianza kuonekana zaidi katika sehemu za kazi ambapo watu wanakuwa wana, wanakaa wana, wana, wana, wana, muda mrefu. Lakini kitu kingine cha muhimu tunatakiwa tufahamu kwamba tunatumia muda wetu mwingi zaidi makazini kuliko nyumbani. Kwa maana hiyo, swala la kazini ni kitu cha kuangalia kwa ukaribu zaidi ya kitu kingine chochote. Kwa hiyo Impact ya afya kwa kuona haya matatizo ikaamua kuanzisha um, kuanzisha movement kwa ajili ya kuwafanya watanzania wawe na afya bora. Kwa hiyo kwa, kwa kumaliza tu, uh, ningependa kuongelea zaidi uh, hizi harakati za movement to fitness au uh, kuwa wakakamavu kuwa fit uh, ni kitu ambacho ki, kimeanzishwa na Impact Afya, lakini ni kitu ambacho kinamhusu kila mmoja. Watu wanatakiwa wasaidie katika kusupport na kushiriki katika hili, kama ambavyo uh, wiki ijayo wiki hii mwisho wa wiki tarehe nane kutakuwa na, na, na event nyingine ambayo itakuwa ni kutembea na watu kukimbia, lakini pia kutakuwa na jinsi ya kuwa na maono. Mara nyingi mtu unakuwa una program zako, unaweza kusema mimi bwana, kesho naanza mazoezi, lakini hauanzi. Wiki ijayo naanza mazoezi, hauanzi. Sasa Impact Afya imekuja ya na kitu ambacho kitawafanya watu waweze kutengeneza maono ya kuweza kufanya ile programu yako kiasi kwamba unajikuta kweli kile ulichokipanga unakifanya kwa sababu una, una, unafanya kitu ambacho kitaitwa visualization au kuwa na maono. Unajiona wewe ukiwa umesha kuwa fit, ukiwa umefanikiwa kuifanya programu yako. Ndio kitu ambacho kitafanyika kita, Jumamosi tarehe nane, ambacho tunawakaribisha nyinyi wote, mkaribie pale, mwambie na watu wengine ili tuweze kuanzisha harakati hizi na kuziendeleza harakati hizi. Asante sana.